Kama mnavyofahamu, tangia chama chetu cha mapinduzi kizaliwe hatujawahi kufanya kampeni nzito na ya kishindo ndani ya nchi yetu katika kanda ya ziwa. Safari hii tutafunga kampeni ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, ikimaanisha kanda ya ziwa mzima, tutafungia kampeni hapa, baada ya mgombea wetu wa chama cha mapinduzi, mgombea mwenye uwezo, mgombea mwenye hali ya kufanya kazi ndani ya nchi yetu, Dr. Samia Suluhu Hassani atakuwepo katika viwanja vya Mwanza kanda ya ziwa katika viwanja vya CCM Kirumba tarehe 28 ya mwezi huu. Ndugu waandishi wa habari, e, kama mnavyofahamu kazi kubwa iliyofanywa na chama chetu toka kiasisiwe kwake mpaka leo. Dkt. Samia Suluhu Hassan tangu ameingia madarakani, amefanya vitu vingi ndani ya nchi yetu, na ndani ya kanda ya ziwa vitu vingi vimefanyika ndani ya mkoa wetu, vitu vingi vimefanyika ndani ya kanda ya ziwa. Zumuni la kuwaita ni kuwaambia sasa rasmi kampeni zinafungwa mkoa wa Mwanza. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote, wote wa kanda ya Ziwa, wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wahudhurie katika mkutano huo ambao utafanyika katika viwanja vya CCM Kirumba, majira ya kuanzia milango itakuwepo wazi kuanzia saa 12 asubuhi na tunategemea mkutano wetu ule utakuwa ni mkutano wa kisayansi, mkutano ambao hautakuwa na kero nyingi. Tutakuwa na vikundi mbalimbali vya mbali, sanaa ambavyo vitaanza kutumbuiza kuanzia saa kumi na mbili asubuhi. Lakini watu wana bashasha, watu wana hamasa, watu wamehamasika kumkaribisha mgombea mwenye uwezo katika eh, kufunga kampeni ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo watu walijitokeza, wanaenda kuongea kama ulivyoona jana eh, hivyo vikundi vyote bajaji boda, boda sijui watu wa ulemavu na makundi mengine. Na hata leo kuna kundi kubwa la kina mama wapatao apatao elfu tatu watakuwepo kwenye ukumbi na wenyewe wanaongea, na kesho pia kutakuwa na makundi mengi, makundi yenyewe yanajitokeza kwenda kumwombea kula mgombea wa CCM. Ina maana mgombea mwenyewe ni mzuri, watu wenyewe wamemkubali. Kwa hiyo sisi CC kama CCM tunajisikia faraja kuungwa mkono na makundi hayo. Yale malengo ambayo tulikuwa tumeyaweka ndani ya chama chetu kwa mujibu wa kamati ya siasa ya mkoa tumeyakamilisha hadi leo hii tumefikia wana CCM na wasiokuwa wana CCM katika maeneo yao. Sisi wana CCM tuna mapenzi makubwa na, na, na, na, na, na wananchi wetu, tumewafikia watu wapiga kula ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, na tunaamini mpaka sasa hivi tunaje, tunatembea kifua mbele kwamba tume, tume tumefikia hatua ya kuona kwamba e, nikisema hiyo msinukuu sasa. Nikisema kwamba sisi wana CCM tumewafikia wapiga kula nyumbani nyumba kwa nyumba, tumekwenda tumekwenda eh, kwenye mikutano ya hadhara tumefanya eh, kwenye vijiwe. Kwa hiyo tuna uhakika mpaka sasa, yale maeneo ambayo tulikusudia kuyafikia tumeshayafikia. Kwa hiyo ndio maana tunajisifu kwamba sisi hemu tutashinda kwa kishindo.